Halo, uh, leo tutaongelea uh, jinsi ya kuongeza nafasi uh, ya kupata uh, ujauzito uh, kwa haraka. Jinsi ya kuongeza nafasi ya kupata uh, ujauzito Aa, kwa haraka ndugu yangu, kuna watu wamekuwa wakisumbuliwa na changamoto aa, ya kupata ujauzito au kupata mimba kwa haraka. Sasa wengi wamekuwa wakitaka kufahamu ni njia gani au ni vitu gani vya kuweza kufanya ili kuweza kupata ujauzito kwa haraka. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatilia chaneli yetu ya kliniki, aa, basi usisahau kusubscribe na comment, aa, ili uweze kupata aa, dondoo za kiafya atunazozitoa atunazozituma uh, kila siku hapa. Tutakuandalia uh, njia gani za kufuata, namna ya kufanya au ni vitu gani vya kuzingatia, ili uweze kupata uh, ujauzito uh, wa haraka. Tunajua uh, familia familia ni watoto, lakini hata Biblia inasema za eni mkaongezeke. Sasa kuna wenzetu wamekuwa wakipitia changamoto ya kutafuta ujauzito na kutopata uh, kabisa. Kama ni wewe miongoni mwao, basi jua ni vitu gani vya kufanya kuweza kupata ujauzito kwa haraka. Kitu namba moja ambacho unatakiwa ukifanye, kwanza hakikisha hauna changamoto yoyote ile ya kiafya inayopelekea uh, kushindwa kutungwa mimba. Uh, hapo tunavyoongelea hivyo, wengi tunaelewana, kuna magonjwa ambayo yanapelekea uh, mimba kushindwa kutunga uh, mimba, lakini pia kuweza mimba kuweza kutoka. Changamoto hizo ni kama zifuatazo. Kwanza, kama una PID hakikisha unatibu PID kwa haraka zaidi, ili uweze kujitengenezea nafasi uh, ya kupata ujauzito kwa haraka. Na mara nyingi tumekuwa tunawaambia kwamba hamna dawa inayoweza kufanya wewe kubeba ujauzito, lakini kuna dawa ambayo unaweza kuitumia kuweza kuondoa changamoto ulizonazo zinazozuia wewe kubeba, uh, ujauzito. Lakini changamoto ya pili ni uvimbe kwenye kizazi, uvimbe kwenye kizazi na uvimbe kwenye mayai uvimbe avimbe, hizo zote zinaweza zi, yani zote yani changamoto hizo zote zisiweze kuwapo kabisa, na maana zikiwapo pia zinasababisha changamoto a, a changamoto ya kushindwa kubeba ujauzito. Lakini pia kuna vidonda, vidonda kwenye kizazi, lakini kwenye video zilizopita tumeelezea vidonda kwenye kizazi kiundani, namna vinavyotokea, madhara yake na dalili zake ni zipi. Angalia uh, tibu chango na endometriosis. Mara nyingi kwenye video zimepita, tumeshaelezea chango kiundani yake, na tiba yake na damu inavyotokea. Na endometriosis kiurahisi, uh, ni kumea au kukua kwa tishu ambazo zinatakiwa zikue ndani ya mji wa kizazi wa mwanamke, na hivyo zinakuwa zina nje ya kizazi. Kwa hiyo ikitokea ukakuwa nje ya kizazi itapelekea maumivu ya nyonga, lakini pia itapelekea wewe uh, ushindwe kubeba na ule ujauzito lakini, pia sababu nyingine ya kushindwa kubeba ujauzito ni, a, a, ni a, kizazi kuwa mbali kizazi, kuambali, kizazi a, a, kuinama, lakini pia mlango wa kizazi akuwa ana changamoto au vidonda. Kwa hiyo mara nyingi kwenye video ambazo zimepita tumeweza kuelezea kizazi kugeuka, kizazi kuinama kutoka kwenye position yake pia na namna ya kuondokana na hiyo changamoto kitumia dawa, dawa cha idada tutaweza kuondokana hii changamoto kiurahisi, pamoja na kusafisha kizazi. Mara nyingi kizazi kinachafuka kutokana na sababu kadha wa kadha. Kwenye video ambazo zimepita tumeelezea sababu ambazo zinapelekea kizazi a, k, k, k, kizazi kuchafuka na dawa ya kusafisha a kizazi. Kwa hiyo kitu cha kwanza hakikisha unaondoa zile changamoto zote ambazo zinasababisha ushindwa kutungwa mimba au zinaweza kusababisha mimba ikatoka, ikiwemo bila kusahau kisukari, kusahau presha, lakini pia bila kusahau changamoto ya bawasiri na changamoto karibia zote za kiafya, kwa sababu mifumo ya mwili wa binadamu huwa inategemeana inategemeana. Ina maana ili mfumo fulani wa uzazi ufanye vizuri, unategemea mfumo wa mmeng'enyo wa chakula ufanye vizuri ili uweze kuzalisha uh, energy ya kutosha. Lakini pia uh, namna uh, njia nyingine ya kuandaa uh, mazingira mazuri, kuondoka mfadhaiko, mfaza, stress. Mara nyingi watu wamekuwa uh, na stresi uh, kupita kiasi. Sasa hizo stress kupita kiasi pia zimekuwa zikituasili, imepelekea mwanamke ashindwe kubeba ujauzito. Kwa hiyo kiondoa stress pia ni namna nzuri ya kuondokana na hiyo changamoto. Lakini namna nyingine a, kitu kingine cha kufanya ili utengeneze mazingira mazuri, hakikisha una uzito sawa, uwiano sawa wa uzito au na kilo zako. Kwa wale watu ambao wana kilo kupita, wana uzito kupita kiasi, wana kilo nyingi sana, imekuwa ni changamoto kwao kuweza kubeba a, ujauzito. Kwa, kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwepo kwa mafuta mengi. Yale mafuta mengi yana asili ya mfumo wa kizazi wa mwanamke, hivyo kupelekea wewe akushindwa kubeba ujauzito. Kwa hiyo namna nyingine ya kutengeneza mazingira, hakikisha una uzito sawa wa mwili wako, lakini namna nyingine e, usafi, yani unatakiwa akuwa safi, ajisafishe vizuri, kuandaa mazingira, yani mwili wako ukae nadhifu, mwili wako ukae safi, ili uweze kutengeneza mazingira A, mazuri lakini, namna nyingine ni kwamba jua siku zako, jua siku zako za yai kuanguliwa, au siku za yai kupevuka, au wengine wanasema ovulation. Sasa wengi wamekuwa hawajui a, siku zao za kuanguliwa kwa yai, kwa sababu kutokana na, na mvurugiko wa homoni ambao wamekuwa wakipatana nao. Sasa ule mvurugiko wa homoni pia umefanya siku zao ziweze kubadilika badilika na kuweza kurukaruka. Kwa hiyo kitu inachotakiwa kufanya, hakikisha pia umepata dawa ya siku zako ziweze kuwa sawa. Wengi wamekuwa wakipata, hawaelewi na maana, kama uelewi, pia unajijengea mazingira mabaya ya mazingira, sio rafiki ya kubeba ujauzito. Kwa hiyo kishajua mzunguko wako ukoje, ni rahisi kuweza kubeba ujauzito lakini pia a, njia nyingine kubeba a, a, mimba kiurahisi ni kwamba a, jua ni siku gani ya kufanya tendo la ndoa. Maana baada ya kuhesabu vizuri ukaweka mahesabu yako mazuri kabisa, utajua ni lini unatakiwa a, a, kufanya tendo la ndoa na hivyo kuweza kukonsivu kiurahisi. Lakini a, kingine kinachokusababisha wewe uje uweze kubeba ujauzito kiurahisi ni kwamba tupilia mbali matumizi ya njia za uzazi wa mpango za kisasa na na P2. Mara nyingi tumeshaelezea P2 sio njia za uzazi wa mpango ya kisasa, ndio maana tunaelezea na P2, na maana P2 ni kitu kingine. Hakikisha unakuwa mbali na hizi hizi uh, hizi uh, dawa. Mara nyingi zina namna ambavyo zinazivuruga homoni na zile homoni zinapelekea uh, uh, changamoto ya kushindwa kubeba ujauzito. Lakini pia balance homoni zako, hakikisha homoni zako ziko sawa yani, kama ute wa mimba, unaona siku zako unaingia vizuri ha unavyoingia ha, ha, upati maumivu makali, basi ha hiyo ndo tuna. Kwenye video zilizo pita tumeshaelezea sifa za hezbora, hezbora inakuwa na sifa zipi? Tumeelezea, fuatilia kule, unaweza kuzifahamu vizuri kiun, ha, vizuri kabisa kiundani sifa za hezbora. Hezbora inabidi iwepo mzunguko gani wa damu unatakiwa una uwepo, uh, ule ambao Uh, ni bora uh, zaidi ambayo inaweza kusababishia wewe au kupelekea wewe uh, kuweza uh, kubeba ujauzito, lakini pia achana na vileo, vileo, walevi, acha ulevi unavyotumia uh, sigara, tumia pombe, unavyotumia milungi uh, bangi, hivyo vyote vilevi na vileo pia vimekuwa vikizuia au vikiharibu na kuondosha kabisa, uh, hiyo changamoto uh, ya kuweza kubeba kubeba ujauzito. Kwa hiyo, tafuta mazingira ya kuweza kuondokana na hivyo vitu. Kisha tengeneza mazingira mazuri ya kuweza kuondokana na hivyo vitu, basi itakuwa ni namna mojawapo ya kuweza kutokomeza changamoto hizi ya kushindwa kubeba ule ujauzito. Kwa hiyo hivyo ni vitu vichache ambavyo natakiwa ku. Lakini aa, bado viwili ambavyo nimevisahau. Kuna kwanza kingine, hakikisha afya ya ya meno ni imara, ina maana na mbegu zinazojitosheleza. Sasa wewe ukijiandaa kuwa bora na meno yako asipokuwa bora, ndugu yangu utajisumbua. Kisha nguvu zake ziko sawa, mbegu zake ziko sawa, ni zaidi ya milioni 20, lakini ani bora, ni namna nyingine ya kuweza ujauzito kiurahisi na mwisho ni kuongea kuwa karibu na daktari wako. Jamani, madaktari a, sio a, sio watu wa kuogopa vile kama tunavyoogopa aidha mapolisi au kwenda kituo cha polisi. Ni watu ambao inabidi uwe na mawasiliano ya mara kwa mara, ili unaweza kuona share na yeye afya yako inaendeleaje, afya yako ipoje. Lengo ni kwa ajili ya kuweza kujenga mazingira ya kuweza kukushauri na wewe kurahisisha kutumia kuweza kubeba ujauzito, na pia kuweza kutengeneza lishe nzuri. Tengeneza lishe nzuri ambayo ina folic acid, hiyo nzuri. Lishe nzuri inakuwa na zinki. Ukiwa na lishe nzuri ambayo ina zinki ana folic acid, basi utakuwa umejiandalia mazingira mazuri ya kuweza A kubeba ujauzito sasa. Hapo kwenye comment tuambie ni mazingira gani ambayo unaona wewe yanakufanya ushindo kubeba ujauzito kwa haraka zaidi. Tuambie hapo chini na sisi tutaweza kuona namna ya kukusaidia. Kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment, ili uweze kuondokana na changamoto hizi za kiafya na uweze kuona dondoo nyingine ambazo tunakuwa tunazituma kila siku lakini kama una changamoto yote ya mwanamke wewe mwanamke juu ya uzazi, basi hakikisha unapata dawa moja inaitwa Chaidada. Hii dawa itaweza kukulinda na dawa hii itaweza kukufanya wewe uweze kuondokana na hiyo changamoto ukiwa hapo nyumbani. Kwa hiyo usiache kutufuatilia ili upate dondoza kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.